Na kwa ujumla e, mwenendo wa kampeni kwenye jimbo letu unaenda vizuri. Nimeshuhudia kwa kipindi chote hiki vyama hivi vilivyosimamisha wagombea wa ubunge na udiwani wanaendelea na kampeni zao vizuri, na kwa kweli kwa upande wa ubunge ni washukuru sana vyama, lakini pia ni washukuru pia wagombea kwa kipindi chote tangu tumeanza kampeni hatuja hatujawa na hoja yoyote ambayo imetufikisha kwenda kwenye kamati ya maadili. Kama mnavyojua kwenye uchaguzi huu, kama mgombea au chama chochote kinaenda kinyume na kanuni za maadili ambazo zimesainiwa na vyama vyote, e, tunapeleka kwenye kamati ya maadili, lakini hatuja kuwa na kesi yoyote kwenye kamati ya maadili, na inaonyesha kwamba kila mtu anajitahidi kuzingatia utaratibu. Tumekuwa na kampeni za kistaarabu na nawashukuru pia wananchi wamekuwa wakihudhuria kwenye hizo kampeni na, na kwa kweli naridhika mimi, kama msimamizi wa uchaguzi naridhika na mwenendo wa mikutano ya kampeni. Sasa hivi tumepokea vifaa karibu vyote muhimu vinavyotakiwa kushughulika na uchaguzi. Tuliendesha mafunzo kwa, kwa wasimamizi ngazi ya kata na sasa hivi tunajiandaa baada ya kufanya usaili wa walioomba kazi za kusimamia vituo e, nadhani itakapofika tarehe ishirini na tano tutaanza mafunzo ya watendaji. Kwa hiyo kwa ujumla zoezi katika jimbo letu la Ruangwa limeenda vizuri sana na hatujapata kikwazo chochote.